Nikukaribishe Sheikh Issa Nassoro Issa, Sheikh wa mkoa wa Singida, uje kutongoza kwa dua fupi kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Karibu kiongozi wetu. Bismillahir Rahmanir Rahim, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwingi wa fadhila. Kwa unyenyekevu mkubwa nimesimama hapa mbele yako, Mola wetu mtukufu, kuweka hadhara hii katika ufalme wako uliotukuka. Mwenyezi Mungu, nakuomba upokee utulivu, ushushe amani katika mjitama huu ambao leo ndio kilele cha sherehe ya wafanyakazi. Mwenyezi Mungu, wewe tu peke yake ndiye unayestahiki kuombwa msaada, na wewe tu peke yako ndiye unayetoa faraja kwa waja wako. Ya Rabbi, mola wetu mtukufu, ninakuomba kwa unyenyekevu uliotukuka ujalie nchi yetu hii ya Tanzania kuendelea kuwa na amani na utulivu kwa waja wake na swala la amani na utulivu lisiwe kwa jeshi la polisi tu. Mwenyezi Mungu tia faraja tia utambuzi kwa Watanzania waweze kutambua thamani ya amani ili waweze kuidumisha amani ya nchi hii. Mola wetu mtukufu, tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu hii ya Tanzania, tunakuomba Mwenyezi Mungu uendelee kuisimamia amani ya nchi hii, uchaguzi uende uweze kupita kwa salama na amani. Ewe Mola wetu mtukufu, tunakuomba kwa rehema zako kwa shani yako kwa utukufu wako uendelee kuwalinda na kuwahifadhi watumishi wa nchi hii ya Tanzania, waendelee kutumikia nchi yao katika utulivu na amani. E Mwenyezi Mungu Mtukufu, mwingi wa fadhila, umtazame raisi wa wafanyakazi nchini Tanzania, uendelee kumpa busara, asiwe kiongozi kama wale waliokisha kupita wenye kuwashajihisha watumishi wa serikali, watumishi wa mamlaka mbalimbali, kutumia jazba, kutumia maandamano, bali isipokuwa endelea kumdumisha rais huyo, aendelee na imani hiyo na busara hiyo uliompa, kuwaunganisha watawafanya kazi wa nchi hii ya Tanzania katika kudai maslahi yao kwa kupitia busara na hikma. Huu ndio utu ambao Mwenyezi Mungu umetujalia katika nchi yetu hii ya Tanzania. Ee Mola wetu mtukufu uliotukuka, endelea kuwapa busara na hikma watumishi wa nchi hii, wakiwemo wanajeshi, wakiwemo maaskari, wakiwemo watumishi wa mahakama, zikiwemo taasisi mbalimbali mbali za umma, kuendelea kuwa wanyenyekevu na watulivu, hali ya kuwa wakidumisha amani ndani ya nchi yetu hii kwa unyenyekevu. Mola wetu mtukufu, juhudi umeziona za uwanja huu ndivyo ulivyokuwa au sivyo ulivyokuwa, ni juhudi za mkuu wetu wa mkoa kwa kushirikiana na wakuu wake wa wilaya, wakurugenzi katika sekta mbalimbali mbali. Ya Rabbi uwanja huu, na kuomba utie ilhamu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania waliohudhuria katika uwanja huu, kwa kuwa Tanzania na ina mamlaka, ina uwezo wa kutengeneza uwanja mpya wa ndege wa bombadia. Naomba jina hili libadilishwe kutoka hapa, ili iwe tunu ya mama yetu huyu Halima Omari Dendegu. Wanja huu tumtunuku mama huyu, uh, uitwe wanja wa, wa Halima Omari Dendegu, iwe kama ndio tunu kwetu sisi wa Tanzania na Wanasingida kwa ujumla. Ee mola wetu mtukufu, tunamwomba Mwenyezi Mungu akupe faraja umpe faraja rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na faraja hiyo anayoitaka Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania si nyingine bali isipokuwa ya Rabbi. Tunakuomba umpe tena mitano mingine. Ya Rabbi mpe tena mitano mingine. Hii ni dua wala sio kampeni. Mwenyezi Mungu na nakhiari kuipokea dua yetu au una khiari ya kutokuipokea. Ya Rabbi, mpe tena mitano mingine. Hii ndiyo faraja yake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa baraka ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. Aya, tutulie, tunaendelea na dua na sala kutoka kwa viongozi wetu. Naomba sasa nimkaribishe baba askofu John Lupa aje atuongoze kwa sala fupi kwa niaba ya umini wa dini ya Kikristo. Karibu baba askofu, tuombe. Mungu wetu, Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako asubuhi hii ya tarehe moja Mei 2025. Asante kwa zawadi ya uhai, uzima, afya na amani. Tunakushukuru kwa kuwaleta salama wafanyakazi kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu kwa ajili ya kuadhimisha siku hii muhimu ya wafanyakazi duniani hapa Singida, tunakuinua na kukuabudu kwa sababu wewe ndiye uliye asisi kazi, ukampa mwanadamu wajibu wa kuitunza dunia. Tunakuomba uwepo wako utawale kila sehemu ya hafla hii kutoka mwanzo hadi mwisho wake. Tunaomba baraka zako juu ya viongozi wetu wote, hasa mgeni rasmi wa leo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluhu Hassan. Mpe hekima, afya njema na neema zaidi katika kuiongoza nchi yetu. Tunaombe, tunaombea pia wafanyakazi wote nchini wa sekta binafsi na sekta ya umma waendelee kuwa na afya, usalama kazini na motisha ya kutumikia kwa uadilifu na bidii. Tulinde dhidi ya dhuluma, unyonyaji na ukosefu wa haki kazini. Tunaomba kila jambo litakalofanyika hapa leo lifanyike kwa utukufu wako na kwa faida ya taifa letu. Tunaomba amani, mshikamano na upendo vitawale hafla hii. Tunaomba haya yote kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tuwashukuru viongozi wetu wa dini kwa kuwapigia makofi mengi.